Lakini mimi binafsi huu msiba umenifunza kitu kikubwa sana. Sasa unanisaidiaje kuhusu hili? Usaidie, tafuta ufumbuzi, tafuteni ufumbuzi, mtatue hili tatizo. Na mwenye, hipe, na na hiyo shida anaijua mwenyewe, ila sema alipo. Wala mpaka hivi hapa nimemuuliza hajanijibu, kwa nini tatizoshajuen. Baada ya kusikia hayo maneno kwamba lala na wewe Umeamua kuja kuniletea haya maneno yote, nimekuuliza, umepata faida gani? kwamba binadamu sio chochote na hatuijui kesho. Umelala shemeji yako, nakuuliza tena, umetembea najo? Nasikia hapa nyumbani pana amani. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, yeah. Maji ya shingo nikikaa na tamani muda rudi nyuma nirekebishe nisilie tena tena wowo dunia oh, oh, oh. Mm, imenizonga mitia nimenishinda.

Maji ya shingo yaani mama zambe mm -hmm. yaani najiona hivi hivi watu wananipigia wananiimbia palapanda mm. najiona hivi hivi naingia kwenye kaburi natengeneza watu tuta huyu zabibu mwanao atakuja kuuua atakuja kutiua hata kuja, ata kuja kutubadilisha majina tuitwe marehemu huyu mtoto Yani mie mwenyewe yani nimemshindwa tena, nimemchoka mimi. Nimemwita hapa mume wangu taratibu, kama mwanangu, tukae nikae, nimweleweshe vizuri, lakini amenitolea ujeuri. Ujeuri alionitolea huyu mtoto, sina tamaa nani. Hivi huyu mwanao anajiona nani? Anajiona kama nani? Yani wa mtoto wetu wote, sio peke yangu, wote tumemzaa huyo mtoto. Sasa huyu anataka nimpige mikwaju age mikofi ndo ataponijua mimi. Na sasa hizo hasira, hizo hasira sio hasira. Nyinyi wanawake na nyinyi mnadekeza mtoto, unamwongelesha hivi anakujibu hivi, unamwambia hili anakujibu hivi, mdomo amekaa juu kama kasu. Mimi naona hapa, mume wangu, tutafute tu suluhisho iko wapi, tujue tunafanyaje ili mambo yakae sawa. Sasa hapa cha msingi, mi nikamtafuta mganga aj apa afanye tambiko hapa, pige nyungu hapa, mitalanda minukanuka mikongwashale hapa watu wamukize. Hmm, mambo yaishi sawa, kamtafute tu mganga ili mambo ya afanya, sawa haja ah. Yafanye hizo shughuli hapa sawa, tiani mingine nadali. Mimi kitu kimoja mzee, ambacho naweza kusema ni kwamba haya yote yaliyojitokeza, mi nadhani maisha yanatufunza vitu vingi sana, lakini kikubwa nisingependa uh, sisi mtutenganishe, kwa sababu mwisho wa siku sisi ni watoto wa tumbo moja na tumepitia mengi sana kama familia mpaka kufika hapa. Kwa haya ambayo mnapitia nyinyi wazazi wangu, mi ningependa mkae chini, mtafute suluhu ili mweze kuishi vizuri tena kwa upendo na amani kama zamani. Sawa. nami ningeomba niongeze kitu hapo pia. Unajua, Natasha ni mwanafamilia mwenzetu yeah, hii itabaki kuwa hivyo. Uh, tunaomba tu, yani hizi tofauti ambazo zimejitokeza zisimuondoe Natasha katika familia, tuendelee kumchukulia hivyo na tuishi naye katika misingi hiyo hiyo siku zote. Nilikuwa mwanamke mtiifu na sikutaka kuniongelea hili lakini kwa leo inabidi liliongelee hili jambo. Hatutaki historia wezabibu. Well, huyu mama yako wakati anakuongelesha ulikuwa una mjibu nini? Sijamjibu chochote baba. Mamako, wakati anakuongelesha ulikuona mjibu maneno gani? Hapa mi sijaongea naye kitu. We mtoto, yani una hata mshipa hmm. ya? Uli udawa wa aibu wewe, huyu dawa yake nimkamate, nimpige mikwaju kwelikweli, nimpiga vitasa na mikofi mba ng'ombe wa mayele. Usi mama hako, mbaba nimwambia baba yake na Zabibu eh, nilimwambia. Unajua mimi, alinifuata na kuniuliza eh, saa ngapi jioni hii niliongea hmm, naye. Basi mimi nafikiri ametoka kwangu, ndio akaja kukufuata wewe kukuuliza, labda niweza kuwa Mwanangu, vitu vingine naomba uwe makini sana. Ni kweli mzee wangu, nimejifunza vitu vingi sana sana. Unajua niye vijana sasa hivi na wasichana mnafanya vitu vya ajabu ajabu hata hata mjutii kabisa. Mi labda niombe hivi mzee wangu, kwanza mi nimekuelewa ulichokisema, na nakuelewa mpaka sasa hivi ila na naomba unisamehe kwa aliyotokea sawa. Ii sio maisha hayo, inabidi tuwe makini sana katika maamuzi yetu. Unajua isha kueleza vitu vingi sana lakini we naona kama sijui kama unielewi nazungumza na we. Unajua nakuelewa mzee wangu, ndio maana nikaomba radhi kwa aliyotokea yote. Wacha niongee kwa sababu umenipaka matope sana mbele ya watoto wako mpaka kwa tusheka. Hatutaki story ah. Na mzee, mi nadhani ungemwacha ongee kwa sababu lengo la ni kuweka hivi vitu viwe sawa. Tumsikilize tu mama, endelea. Baba yenu alikuwa, alikuwa daktari ah, mzuri sana wa wanawake. Huku ndiko shida ilipoanzia. Alikuwa na kesi chungu mzima, ikiwemo kupigwa kwa ajili ya wake za watu. Ilikuwa namfumania sana itokee mpaka nikamfumania ofisini ni ni akiwa na mwanamke kilicho nyuma zaidi ni kutaka kutembea na mke wa mikombe mama watu akaja akanielezea na hatimaye umwahidi ahadi nyingi sana yule mama alipokataa mikombe alifukuzwa kazi kwa fitina baba yenu baba Samani, nikoli nimemjibu mama bana. Sasa ninakuuliza tena, huyu umemzagakuzaa? Nasema na wewe, umemzagakuzaa hapana? baba Uwe, si mama wako tena, mama yako mzazi, kwa nini unamuongelesha eh? Ukun, unajifanya wewe panya rodi, siyo? Sasa nataka uniambie sasa. Tembea na shemeji yako au unatembea na shemeji? Nasema na wewe. Usiniangalie tu mimi hapa. Vimeapa <coughs> <coughs> Ni aibu aibu wewe. Akazidi kumlaka yule mwanamke akakubali kuwa naye, lakini mwisho wa siku hakumweza kumlisha mkombe kazina <coughs> nami nikapata hasira nikaamua kufanya uchafu na kuweza kuwa na

Mke wangu Zambe, nyamaza basi, usilie utaumwa na kichwa em. hmm? jionee huluma kuusiana nauye mtoto ulimbeba achakulia. Nlaiti yani kama ungekuwa ungekuwananionea huruma na mwanangu, usingeliigi kufanya. Unataka nikuone huruma kwa kisingizio cha mtoto, si ndio? Mke wangu kipenzi, sina maana kwamba unyionee kwa kosa nilifanya lakini namaanisha kwamba ujoni uluma kwa huyo mtoto ulimbeba. Nataka kujua mlianzanza vipi, ulithubutuje mpaka kufikia tu wa kwanza mdogo wangu nagongwa tumbo mmoja mewa, nisamehe mke wangu, aliyotokea gani? Mimi umenipendesha kiasi gani, mimi zambi, nisamee sana mke wangu najua mimi ndio nimepata aibu zaidi ya hii. Tafadhali sana. Siwezi. Siwezi kusamehe kitu ambacho sijui kichwa. Siwezi. Mama tusahau, alipita. Najua ni mambo mabaya na amekuumiza sana, mwana wako, lakini kweli hayana hata kichwa na miguu. Mtu achane nayo sana, hayana maana kwetu sasa hivi. Unadai haina maana, si ndio? haina maana kati umetembea na mdogo wako tumbo moja iyonunataya mimi sikutoshelezi, si ndio? Nakuuliza niachie, unataa hivyo. Najiuliza vingi sana najiuliza kwa nini unanifanyia hivyo? Kwa nini? Yaani, mimi unanijua, na mdogo wangu unaona ni sawa? Unaona ni sawa? na kwa nini unaona ni sawa? Hivi <laughs> we, mke wangu, uliona unitoenisha mbele ya watoto wangu univua nguo, sio? Wewe univua nguo mara ngapi mbele za watoto wangu? Hata kama hizo ni taasubi za wanaume, yaani wewe ukifanya uko right ila mimi niko wrong, si ndio? Sasa utanyamaza unisikilize au unapiga blabla yako? <laughs> mwama wangu, kama ungetaka mimi nisiongee ungeniambia toka mwanzo, lakini tabia za kutishana tishana mimi sizitaki. Ninakuheshimu mwenda, nakuheshimu please. Ukitaka tuvunjene heshima <laughs> niko tayari na hunifanye lolote, sawa madari. Tushimiani! Wewe endelea kuongea ujinga wako lakini ipo siku, hmm, itakutokea pia. Maji shingo! Ah, maji, maji, maji, maji. Maji shingo <laughs> Maji shingo, shingo. Katika muda huu maja, lazima mkuu amekaa karibu naye kabisa hapo. <sighs> Ndio hivyo ya Mungu hayapanguliki wa wala hayana makosa mm. Ni kweli kabisa binti yangu, ni kweli jamani. Yeah, hebu tuachane na hizo habari basi sasa hizi. Ana wewe unasema binti yangu ye ndo amekuwa naye karibu naye muda wote mpaka amemfia ukuhisi hmm? Uoga niogope nini? Wakati a mamangu, mi nisingeweza na hisi, ningekuwa nalia tu muda wote. Unajua binti yangu, kuna muda inabidi tu uko na mgonjwa wako pale, anayekuhusu ndio wewe zaidi Eh, hamna mtu wa kusaidia, hamna mtu wa kufanya kufa, chochote pale inabidi lazima ubebe majukumu yote wewe. No, mi ningeshindwa. <laughs> Kuna wakati itakuja kutokea hicho itabidi ukazane tu hmm? <laughs> Na in fact mi kuangaika kwangu kote kule kwa menu kutafuta madokta kuongea na huyu, kuangaika huku ilikuwa kwa ajili ya kumtia moyo lakini ukusema ukweli nilikuwa nimeshajua kwamba mke wangu anafariki. Zambe, mke wangu, naomba unisamehe kiukweli. nilingiwa na kikweli uoga sana, kwa sababu Zabibu alijua stori kuhusiana mwanamke mmoja ambaye inasemekana nilimpa ujauzito, ndio maana nilimpatwa na uoga. Tafadhali nisamehe <coughs> Inatosha jo. Inatosha, inatosha, inatosha. Niliogopa sana mke wangu kwa sababu Zabibu alifahamu stori kuhusiana na mwanamke mmoja ambaye alisemekana kwamba ana ujauzito wangu, kwa hiyo ndio maana ilinipa shaka na uoga ukaniingia. Kumbe kuna mwanamke mwingine ana ujauzito wako? No, no, sio kweli. Yeah. Sio kweli zambe, nakumbuka kuna siku ambayo nilikwambia tutoke ukakataa ambayo nilitoka mimi pamoja na Zabinu. Ulijuaje? Mama alikuwa na vidondo ambavyo vilikuwa vimefikia stage ya mwisho kabisa na tulikuja kuundua wakati tumeshachelewa. Kumbe ndio mama alijua? Hapana, yeye hakuwahi kujua hata mara moja angevunjika moyo hata kama angejua, na hakika asingevunjika moyo kwa sababu hakuna mwanamke shujaa ambaye nimewahi kuona mbele ya macho yangu kama marehemu mama yangu. Na ulipenda sana kumuita shujaa. Ni kweli kwa sababu alinipenda katika muda ambao wakati mwingine hata sikutaili kupenda mwanamume vizuri nilikosa kazi na nikole kuijini nikiwa sina chochote na watu kwa naangaliangalia tu, hata hakunielewa. Kwani baba, wewe ulipoteza kazi gani hiyo ambayo ulikuwa unaifanya? <laughs> Wamei zangu wema, naomba Mungu aendelee kunipa uhai mrefu, ili siku nyingine nikae na nyinyi kama hivi, na nitawapeni stori yangu yote ili mweze kuitambua. Sawa, ndio ilikuwa hiyo kwa sababu Zabibu naye alitumia hiyo advantage na mimi, kwa sababu nilikuwa sitaki kukupoteza wewe. Kiukweli nikaingia kwenye huo mtego, lakini sikuwa na dhamira ya kukupoteza na wala sihitaji nikupoteze. Inatosha jo, inatosha jo, inatosha Zambi. Ni samehe, sijakutendea haki, lakini bado nakupenda. Kwa kumbe mwanamke alikuwa anakupigia simu siku ndio huyo mjamzito? Sidio? Sidio hivyo? No, no, no, zame. Hakuwa huyo mwanamke mjamzito ila ni kwa sababu ya uoga wangu kuhusiana na hilo jambo, ila Zabibu ndo alikuwa natumia advantage kwa sababu ya hilo swala. Kwa hiyo nilikuwa naogopa tu. Fadhali, zame. <tipas>

kwa hekima zako na mvi zako, kama waziri mkuu mstaafu, nataka unipe ushauri, kwa sababu una siku hizi na akili nyingi sana. Zambe, wacha harusi kuwa katika eneo hili la hospitali. Yes sir, na sio leo tu bali siku nyingine yoyote ile. Sitaki kuona mbaya wala sitaki kukutenga wangu, ama nisikuamini pamoja na mambo yote, na yako dhahiri kabisa, anaonekana bado anaendelea kunificha. Ah, huwezi kabisa kunishawishi mimi kubali kwamba umeacha ile shule. Mimi najua ile hospitali pale kwa kuziba watu macho. Basta, taka fanya kazi yako, toa huyo dada kaziya astakeakazi

ni uongo mtupu, uasherati na vizazi vingi usijeuka haba.